Asante sana. Majina yangu naitwa Omar Athmani Matua ni mkazi wa Mkata, kijiji cha Mkata Mashariki, kitongoji cha Negero. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza mimi natoa pongezi za dhati kabisa kufika katika eneo hili la Mkata kuja kuzindua kituo hiki cha umeme, lakini tunakushukuru kwa sababu mengi utayatatua hapa. Mheshimiwa Waziri, mimi nilikuwa na kero nyingi, ni tatu hivi. Lakini mheshimiwa mbunge Sungura kiukweli amefikisha kero ambazo na mimi zilikuwa zinaniuma mbili, lakini moja hajaizungumzia hapa, na ni kero kubwa ambayo mpaka sasa baadhi ya watu wanaugua kwa sababu ya kero hiyo. Kuna wafugaji mheshimiwa, katika kijiji chetu cha Mkata Mashariki ambao wamepewa jina wanaitwa wafugaji wavamizi na serikali yetu inajua hilo na wao ndio waliowapa hilo jina, kwamba wafugaji wavamizi mea. Kiukweli wanapiga watu mno mashambani, hata juzi amepigwa jirani yangu shambani kwangu, kaenda huko Bombo. Mimi hapa ninayezungumza, shamba langu limeliwa juzi, mahindi ekari tano, nikafikisha taarifa zile kwa mwenyekiti wa kijiji, akaniambia nenda polisi lakini polisi ukienda unaulizwa maswali kwamba huyo aliolisha shambani kwako wamjua? hizo ng'ombe unazijua? na kama humjui, utamfunguliaje mtu mashtaka ambaye humfahamu? Mheshimiwa, inashindikanaje kuwahamisha hawa wafugaji ambao wanaitwa wafugaji vamizi? Mheshimiwa, Mheshimiwa, tunakuomba utusaidie katika hilo, tunaumia sana, na mpaka sasa hivi sisi wakulima wadogo wadogo tunaogopa mashambani kwenda kwa sababu ya usalama wetu. Kwa hiyo Mheshimiwa, mimi kero yangu ndio hiyo, lakini pia tunakushukuru sana na tunakupongeza sana au mimi binafsi nakupongeza sana na ninakushukuru sana Mheshimiwa, asante sana na ninakuomba nikuwasilishie, bila ya kumsahau mbunge Sungura anafanya kazi kweli kweli kabisa, anafanya kazi ya dhati kutoka moyoni mwake lakini swala hili la wafugaji mheshimiwa, ni kero, kwa sababu mwaka juzi wameuliwa watu wawili kati ya Mkata Mashariki na Manga, wameuliwa wamekutwa mashambani kwao na wafugaji hao, wamepigwa fimbo mpaka wakafia hapo hapo, na mmojawapo ni shehe wetu sisi wa Mkata Mashariki ame, ameuliwa. Kwa hiyo tunakuomba mheshimiwa, kwa heshima na taadhima, sisi hatuna uwezo sisi tunategemea kilimo, mahindi yenyewe sasa hivi yanaungua. Najua naweka tano nzima hapa ninapozungumzia, hata moja alipo. Na mimi mwenyewe nimekuja kutishiwa kwamba kama ukienda mahali popote, tunakuja kukuua, na watu hao waliokuja kunitishia mheshimiwa, mimi siwajui, na hali yangu mimi mwenyewe ni khari, mimi ni mgonjwa wa macho mheshimiwa. Sio kama nimevaa miwani kwa sababu ya urembo, hata nikitoa hii miwani, wewe unaweza ukanionea huruma lakini mahindi yangu yameliwa na sia kwa kupeleka wala kwa kulalamikia, kwa sababu nikienda polisi naulizwa na wajua, nikienda wapi naulizwa na wajua. Kwa hiyo tusaidie mheshimiwa, asante sana, nakuomba nikusulitie mheshimiwa, tusaidie tafadhali. Haya sasa, <clears throat> mzee huyu kwa sababu anasema na anaumwa macho na mahindi yameliwa, ili asije aka, ili familia isije ikaathirika na njaa. Katibu katibu, mwone pembeni hivi, msaidie familia isikae njaa. Lakini tuna waziri wa mifugo na tuna waziri wa kilimo. Mwenye mashamba yupo na mwenye wafugaji yupo, kwaona wenyewe watakuja waseme hapa, kwa kushirikiana na mkoa, namna ambavyo watalishughulikia hilo tatizo. Kwa hiyo kama nilivyosema, tumekuja kuwasikiliza na nashukuru, tumewapa fursa kwa mikono iliyojitokeza. Sasa tupate majibu, tuanze na waziri wa maji. Karibu sana, Mheshimiwa Waziri, uelezee hili swala la maji. Ndugu zangu wanamkata, punga mkono, punga mkono, punga mkono. Dr. Samia Suluhu Hassan, hoye! Mheshimiwa Waziri wetu mkuu, safi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kukuru. Kwa dhati ya moyo nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniamini na kunipa nafasi kwa mara nyingine katika wizara yetu hii ya maji, na wewe ni kushukuru pia kwa ushauri mpaka na mimi kuweza kupatikana. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Mkata chanzo chao kikubwa wanachokitegemea ni bwawa la Mkata ambalo limejengwa na serikali, lakini kipindi cha kiangazi bwawa lile linaathirika, bwawa lile linakauka, wananchi wanateseka. Tumepata wasaa wa kuwa waziri katika kipindi hichi, nimeelekeza kwa kuwa Mkata ipo karibu sana na wilaya ya mkoa wa Pwani hapa Chainze, kwa maana ya Manga, maji ya pale ya Dawasa yamefika. Tumewapa milioni mia tano maji ya pale ya Manga yaje kufika hapa Mkata kwa ombi maalum la Mheshimiwa mbunge wao Sungura kwa hiyo fedha ile imekwisha toka na kazi ile imekamilika. Nielekeze Dawasa kesho, uongozi wa Mkata watoke Dar es Salaam leo wafike hapa Mkata, wahakikishe maji yale lazima yafike hapa Mkata na watu wapate huduma wa maji safi na salama. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tuna timu ya rasilimali za maji chini ya ardhi amezungumza mwenyekiti kwamba wapo watumishi, kwa maana wanafanya usanifu, lakini visima havifiki kwa mbali mrefu. Naomba hii kazi nisimamie mwenyewe, nielekeze timu ya wizara ambayo inafanya utafiti linavyozungumza leo, nao watoke ofisini waje hapa Mkata, tutachimba visima vitano katika kijiji hichi cha Mkata, wananchi wa Mkata waweze kupata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu katika mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluh Hassan amefanya kazi kubwa. Ninavyozungumza tuna miradi mia moja na saba inaendelea katika mkoa wetu wa Tanga. Zaidi ya bilioni mia tatu na tisini na sita ametoa Daktari Samia Suluh Hassan kwa eneo hili la Handeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakubaliana kama waziri wa maji, wana shida ya maji walikuwa wakitegemea mradi wa HTM ambao mradi ulijengwa na baba wa taifa tangu miaka sitini sabini. Mradi ule umekuwa kavu, mradi una umri mrefu kuliko umri wangu mimi waziri wa maji sasa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kutokana na kilio cha mheshimiwa Sungula, kutokana na kilio cha mheshimiwa Rubeni, ametupa bilioni mia moja na sabini na moja, tunajenga mradi mkubwa. Mradi upo asilimia sabini na tano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ziara yako utapata nafasi ya kwenda kujionea ule mradi. Na mambo ya msingi ambayo nataka nieleze, wizara ya maji pamoja na mkandarasi anayetekeleza mradi ule hana kisingizio, fedha zake zipo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, jukumu langu kama waziri, nimerudi kwa awamu ya pili, tutaanzia pale tulipoishia, mradi utakamilika kwa wakati na wananchi wa Mkata na wananchi wa Handeni watapata huduma ya maji safi na salama, lakini tuna mradi mwingine katika wilaya hii ya Handeni unaitwa Segera mpaka Kabuku, mradi wa bilioni ishirini na tano. Zaidi ya vijiji thelathini vinaenda kunufaika na mradi huu wa maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu po asilimia sitini. Nataka nikuhakikishie mradi utakamilika kwa wakati, na tutafanya ye na tutafuatilia, na yeyote atakayezingua tutazinguana ili kuhakikisha wanahandeni waweze kupata huduma maji safi zilimku na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mi sina maneno mengi sana ya kusema, ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Unafanya kazi kubwa, unafanya kazi yenye kuonekana. Huku ndiko kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umefanya kazi, umeteuliwa kwa muda mfupi, tunakuona maeneo mbalimbali ya Tanzania, lakini sisi katika mkoa wetu wa Tanga unasema unapita halmashauri zote. Haya sio mapenzi, haya ni mahaba. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wasaidizi wako tupo pamoja na wewe na tunachopata faraja tuna viongozi wazuri katika serikali, tuna viongozi wazuri kwenye chama. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi wote wanafanya kazi kubwa, tuwape maua yao, tuwapigie makofi mengi sana. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama na viongozi wetu wa chama wanafanya kazi nzuri. Hakika Tanga hatuto tanga, Tanga, tanga na Samia. Tanga ni Chama cha Mapinduzi. Asante sana mheshimiwa waziri mkuu.